Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa James Magashi, mchungaji wa AIC hapa Nyihogo Kahama. Karibu sana katika kanisa letu, tunapenda wakaribisheni watu wote. Tuna mwabudu Mungu hapa kila Jumapili. Ibada yetu huanza saa moja kamili na kuisha majira ya saa tano au saa tano na nusu. Kanisa letu tunaendelea vizuri tuko na miradi mbalimbali mbali ambayo tunaifanya ambayo kwa kweli imekaa kaa muda kidogo lakini bado tunaendelea kuikamilisha. Kwa sasa tuna uh, enda kukamilisha hostel, na baadaye tukishamaliza kukamilisha hiyo hostel tutakwenda kwenye shule pia, ambako ni eneo letu la mission. Kuna shule, kuna madarasa tayari yako sita, na mambo mengine yanaendelea na nyumba, baadaye vyoo vipo na baadaye tutafungua shule muda sio mrefu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mambo kama haya. Ibada zetu ni nzuri, tunakualika ukifika hapa utatamani kuwacha tena, utakuja na wiki ijayo kwa sababu imekaa vizuri kwenye kusifu, kwenye neno, kwenye matoleo na kila kitu kiko vizuri. Karibisha sana kwa sababu pia wiki hii pe, tulikuwa na, na camp tumekuwepo na watoto mia moja na arobaini wiki na walimu wad, wao walikuwa sita, wako sita, na kesho ndiyo siku ya hitimisho la camp karibu sana ndugu zangu wapendwa kina mama na kina baba kanisa letu liko mtaa wa nyehogo ni ni wazi tu karibu na soko la kanamanga na hapo ambapo soko kama kubwa hivi hapa kahama na ukishindwa kabisa namba yangu ni 0765 229 230 karibuni sana mje tuabudu pamoja bwana yesu asifiwe kwa majina yangu naita mwingilisti Ana Rushinge, nipo katika kanisa la asinyi hogo kama mjini, ni mwalimu wa Sunday school, ni mwalimu wa kempu. Tunamshukuru Mungu kwa mwaka huu, Mungu ametusaidia tangu tuanze Jumatatu mpaka siku ya leo, Mungu ametusaidia, tumehitimisha camp yetu, tumebarikiwa sana, watoto wamebarikiwa sana, watoto wamejifunza maana ya kanisa, wamelielewa. kwa majina Ninaitwa Isaac Masunga Kapenda, ni mwalimu wa watoto kambi 2025. Ah, kwa mwaka huu tumefanikiwa kupata watoto 136 ambao am, wamegawanyika katika makundi mawili, yaani chekechea mpaka darasa la saba na form 1 mpaka form 4. Ah, nimekuwa mwalimu wa kempu tangia na miaka kama mitatu sasa hivi nimekuwa na uzoefu wa kufundisha watoto na sasa mwaka huu tunahitimisha kempu ya mwaka 2025 kwa u, kwa uwezo wa nguvu za Mungu mwenyewe. Tumekuwa pamoja naye na tumeweza kujifunza masomo matano. Aa, somo la kwanza tumejifunza maana ya kanisa, kwamba kanisa ni sisi wenyewe, yani kanisa ni mtu aliyeitwa kutoka sehemu mbalimbali kutoka kwenye ulevi, uchawi na sehemu mbalimbali, na tumejifunza masomo mengi na kupitia kempu hii watoto wameonyesha uwezo wao katika gonjera, mashairi na kwenye upanga. Kwa majina yangu naitwa Debora Msa, ni mwalimu wa Sunday school na ni mwalimu wa watoto wa kempu. Napenda kumshukuru Mungu kwa mwaka huu, Mungu ametusaidia kempu yetu imeenda vizuri, na watoto wamefurahia vizuri neno la Mungu na tumekuwa na masomo yetu kama ma, kama sita. Somo la kwanza lilikuwa linasema wote wa kanisa likae katika msingi ya kibiblia. Uh, tulikuwa na somo linasema Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa. Uh, somo la pili linasema wote wawe na umoja. Maana ya umoja kanisa li, liishi katika neno la Mungu kwa umoja kwa upendo kwa kufurahiana. Uh, somo la tatu tumejifunza katika kitabu cha Petro Lili, somo letu lilikuwa linahusu utakatifu tumeangalia utakatifu wa neno la Mungu jinsi Bwana alivyo mtakatifu. Kwa hiyo mhamasisho mkuu ulikuwa kuhamasisha watoto waishi katika utakatifu. Kwa majina yangu, naitwa Charles Machali, ni muhasibu upande wa maendeleo kanisa la Nyihogo katika maendeleo kanda yetu hii ya Kahama. Kwa kweli, okay, tunamshukuru Mungu kwa hatua aliyotufikisha. Kwa sasa tuna hatua nzuri ya kimaendeleo. Kanisa limepiga hatua kubwa. Nyakati hizi tulizonazo ukiangalia sasa tuna eneo kubwa la shule kama tuna madarasa sita na jengo la utawala liko tayari kabisa. Tunategemea muda wowote shule itaanza kufanya kazi. Lakini pia katika maendeleo kanda yetu ya Kahama tuna maeneo mengi ya miradi ambayo tumeandaa sasa hivi kwa ajili ya miradi, lakini pia tuna eneo kubwa tumeweza kujenga nyumba ya kiaskofu. Nyumba iko tayari kabisa imekamilika, lakini pia mazingira mengi ambayo sasa ya miradi yanaendelea kuboreka kila kukicha. Na juzi tulikuwa na ziara na pamoja na baba mchungaji na kamati tukiangalia uhai wa miradi yetu ni wapi tuboreshe, ni wapi turekebishe. Kwa kweli kila mjumbe aliyetembelea ile kamati, mambo ni mazuri na uhai wa kanisa unaendelea kuwa mzuri. Kwa kweli inafurahisha kuona kanisa linavyoendelea kustawi kwa nguvu, na waumini wanakuwa wako tayari kutumika kwa bidii na utayari ambao Mungu amewapa. Kulingana na nafasi zao, wanatumika kwa bidii kwa namna yoyote ile na utayari wao wa kutoa pesa zao, mali zao kwa kumtumikia Mungu, na kazi kubwa ambayo Baba Mchungaji Magashi anafanya ni kuwaombea watu wanaofanya kazi ya Mungu vizuri kila wakati. Hilo ni jambo ambalo limeendelea kuleta mioyo ya watu kufunguka kuendelea kumtumikia Mungu wakati wote na usiku na mchana. baba mchungaji ametusii wa moja tushirikiane, yani, tufanye kazi kwa bidii. Na hivi sasa kuna maeneo tuliyanunua kwa bei ndogo, lakini sasa tulipofika, yamepanda thamani, yamekuwa na miundombinu bora, kila kitu bora. Kwa kweli kamati imefurahi kuona maendeleo yaliyopo katika Kahama, na hivi sasa tunavyoendelea tuna mipango mizuri ya maendeleo ambayo Mungu anaendelea kutusaidia sisi kama waumini kuliinua kanisa letu, kuleta heshima ndani ya kanisa, na watu wanaendelea kumtumikia Mungu kwa bidii. Hamu ya Wanakahama kupokea dayosisi, wako tayari hata kesho. Ni mfumo tu unaotuchelewesha, lakini kama sisi Wanakahama kwa hali tulio nayo sasa, tunatamani kuwa na dayosisi hata kesho kwa sababu mazingira yote tumekwisha yaandaa. Tunachosubiri ni utaratibu wa kanisa tu, kuona kwamba kanisa linatuambia nini, tupate askofu lini, kwa sababu tayari tumeshaanza mpango wa kununua gari la kiaskofu Kahama na mpango huo uko tayari kabisa, na watu, kila mwanamuumini mwana mshirika yuko tayari kuchangia sasa kununua gari, kwa sababu kazi kubwa ambayo tumebakiza sisi kama waumini wa AIC wa kahama ni kununua gari na gari sio kwamba ni kazi ngumu. Kazi ngumu ilikuwa ni kuandaa miundombinu. Miundombinu yote imeshaandaliwa tayari na washirika, lakini kazi ambayo tunayokwenda kumalizia sasa ni kununua gari, gari ambayo sasa litambeba baba askofu na idara zake zote. Kwa hiyo, sisi utayari wa kuipokea dayosisi tunao kabisa, hata leo. Tunaomba sana viongozi wetu waendelee kulipanua kanisa haraka sana, wasichelewe. Unajua, kwenda na wakati huwa inasaidia sana, lakini mnapoendelea kuchelewa, ndipo mnapoendelea kuwakatisha tamaa watu. Wanaanza kusema sasa, dayosisi haiji, haiji, haiji, dayosisi iko wapi? Wanalalamika ni kama wana wa Misri, wana wa Israeli walipokuwa Misri, walipokuwa kijia kurudi alia utumani kurudi kwao. Na sisi kama watu wanakahama, tunalia, tunaomba Mungu usiku na mchana Mungu atusikie kupitia viongozi wetu wa AIC watupe dayosisi yetu. Tumeomba muda mrefu, lakini ukifika Kahama inajitosheleza kabisa kuwa dayosisi. Tunawaomba roho wa Mungu awaguse kwa haraka kwenye mabaraza waweze kuipa Kahama dayosisi haraka, kwani wakati umefika wa Kahama kuwa dayosisi. Kadiri wanavyoendelea kuchelewesha ndivyo wanavyoendelea kuwaumiza waumini, kuwakatisha tamaa na kuwarudisha nyuma kimawazo. Unajua haya maisha ni kuelekeza mtumishi, tumekuta kwenye historia ya kanisa letu la AIC. Enzi sisi tumetoka Geita, kwa baba Askofu Majige alikuwa anaandaa dayosisi ya Bukoba kule, watu walikuwa tayari kuiandaa ile dayosisi lakini kadri walivyochelewa kuiandaa ile dayosisi leo mambo yamebadilika, watu tena ile dayosisi nipaka sijui nini, mambo yanakuwa sivyo. Kwa tunaomba sana baba askofu mkuu, baraza zake la utendaji, katibu mkuu, tunawaombeni sana, leo zamana zamana yenu leo ya kutusaidia sisi kama waumini kutupa dayosisi, msitucheleweshe sana, kadi unavyoendelea kutuchelewesha ndo itakavyokuwa kama Mkobo walivyochelewa. Mtumishi ah, nikikwambia kwa miaka mitano AIC ninavyoanza kuiona e, itakuwa ni kama Kanani nyingine. Yani ninaanza kuiona kanisa lina power kubwa e, kwa sababu mwamko wa kanisa umekuwa ni mkubwa. Watu wamekuwa tayari kutumika kubadilisha makanisa kila kona, kila unapoenda sasa hivi. Kanisa la AIC limebadilika, limekuwa sio lile la magofu niliwahi kwenda kwa mzee Askofu Nyagwasa pale kwake kumtembelea miaka ya zamani, akasema kanisa letu la AIC ina feli wapi? Kwa sababu unakuta wananunua vyombo vya milioni hamsini, lakini kanisa wanalo sali na udongo hiyo baba. Sasa historia inaanza kufutika kwa AIC, tunaanza kuona kanisa bora, kanisa lenye nguvu, kanisa lenye heshima, ni kanisa kubwa, lakini kwa sababu tulielekeza sana kununua mavyombo, mambo mengine yale ya starehe, starehe ya ovyo ovyo, yaliyotupelekea ovyo, lakini sasa Mungu ameshuka kwenye kanisa letu, kila kona ni magorofa, makanisa bora. Yaani sasa Mungu ataendelea kutuinua kanisa letu na viongozi wetu waweze kututawala vizuri, wasipate shida. Wataanza kutawala kanisa bila migogano, kwa sababu watapata mapato bora kadri makanisa yanavyoimarika. Maana yake ndivyo utawala wa viongozi wetu, yani maaskofu wetu, wachungaji wetu, hawataendesha makanisa katika mazingira rafiki yanayokwenda na karne hii ya 21. Baba Askofu Majiga alikuwa anasema wachungaji wa AIC wanabaa viatu vilivyo achama kama samaki. Ah, iyo sasa isi, e, siyo AIC tena hiyo. Tuna AIC mpya, wachungaji wanavaa suti safi, na hiyo miaka mitano ijayo haya tunaanza kuona magari mazuri ya AIC, vitu vizuri vya AIC. Heshima imerudi nyumbani. Yani na sisi kama ni Israeli tumeshafika sasa, wana AIC lai yangu kwa na AIC kuelekea maendeleo yajao, ndugu zangu tushikamane tupendane wana AIC, lakini pia ambacho ninawaomba wana AIC, kila mtu aliko kwake ahakikishe anasali kwenye kanisa bora linalomheshimisha Mungu. Kanisa bora huwa linamuinua Mungu. Kanisa bora huwa linampa Mungu utukufu. Jengo lolote zuri linampa Mungu utukufu, linajihubiri lenyewe. Na sisi wana AIC kwa hii miaka hii inayokuja mitano, niwaombe sana wana AIC wenzangu, tuamke tuache kulalalala, tutengeneze mazingira bora ambayo sasa yanaliheshimisha kanisa letu. Mimi niseme kwa vyombo vya habari vya kanisa za AIC viendelee kujitanua zaidi maana nyakati tulizo nazo watu wanatumia mitandao sana sana. Kwa hiyo kama wanahabari au kama ni sisi washirika wana AIC, tuwaombe wanahabari wetu wa Afrika ile vichache waendelee kuwa wabunifu. Kuna mitandao sasa hivi ya kila aina na kanisa letu sasa, vijana wameibuka wengi wasomi, wanaojitambua, wanaolipenda kanisa lao, wanahitaji kuliona kanisa lao katika kidigito, hawataki kuona analojia iliyopita na wakati, wanataka vijana sasa kuona kanisa, ibada nyingi zionekane kwenye mitandao, wafurahie huduma zao. Nikikueleza mtumishi, sasa hivi watu wanakwenda nje wanapokuwa nje kule wanapenda kufuatilia ibada zao, kwamba nimetoka nyumbani kule, nifuatilie ibada yetu inaendeleaje, nione kule kanisani kwetu kuna nini leo kimetokea. Sio mpaka nirudi nyumbani ndio nikaende nikasali, ndio nikaona hiki kitu kinaendeleaje. Hii inasaidia mambo mengi. Niwaombe wanahabari wa AIC muliinue kanisa letu la Afrika Inland Church. Kanisa letu liko nyuma sana kimitandao. Tunaomba kila kanisa ifikie waweze kuwa na online. Hiyo itasaidia sana kujua kwamba kanisa fulani lina huduma hii, kanisa fulani lina huduma hii. Tuliinue kanisa letu kwa nguvu. Vijana wako tayari, tuna vijana wanasoma, vijana wanajituma, vijana wanafanya kazi, wajasiriamali wako tayari kuwasaidia, hata nyinyi wanahabari, kadiri mnavyolielimisha kanisa letu. Mimi ninapatikana kwa namba ya sifuri saba tano tano mia tisa ishirini na nane mia tatu ishirini na saba Karibuni sana na Mungu awabariki.